Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Wewe ndiye Mungu wa kweli na wa pekee, heshima sifa na utukufu ni za kwako. Tunakuomba uibarikie siku hii, uubarikie mkutano huu kipekee. Tunaliinua kwako taifa letu ambalo umelitunuku na kulibariki. Tunakuomba ulitakase na kuidumisha amani yetu na utulivu wa nchi yetu. Utufanye Watanzania wote kuwa na utayari wa kuzipokea zile baraka ambazo umeziweka juu ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, neema ulioweka juu yake iendelee kuineemesha na kulistawisha taifa letu. Tunakuomba umpe afya njema, umpie moyo mkuu, pamoja na wasaidizi wake wote, katika vipindi vyote ambavyo ni vigumu na vyepesi. Wewe ambaye uliyemteua na kumpa nafasi ya kuongoza taifa hili kwa msimu huu. Tunakuomba, e Bwana, umpe afya njema, umwongoze, umulinde, umfiche na mbali na maadui wote ambao wasiolitakia mema taifa hili. Bwana umpe ujasiri wa kutokuogopa chochote, aendelee kusonga mbele Kumbushe ya kwamba kuliongoza taifa hili na kulitumikia taifa hili ni kukutumikia wewe uliye Mungu mkuu na wa pekee, na ya kwamba mamlaka hii umempa yeye. Asiangalie kushoto wala kulia, asonge mbele, na utufanye sisi Watanzania wote tuwe na utayari wa kuzipokea baraka hizi ulizoziweka juu yake. Umetupa baraka wakati wote wa viongozi wa wanaume lakini sasa umekusudia ya kwamba tuzipokee na baraka zilizoko juu ya wanawake, naye ndiye uliyemteua katika msimu huu. Tunakuomba e Bwana, utuunganishe na kutufanya kuwa kitu kimoja kwa ajili ya ustawi na hatima ya taifa letu, kwa jina la Yesu Kristo uliye Mungu mkuu na nuru halisi. Tumeomba, amen. Tunakushukuru kiongozi wetu. Naomba sasa kwa heshima na taadhima, nimkaribishe Mtume Boniface Mwamposa kwa niaba ya CPCT. Karibu pia, tuongoze kwa sala fupi. Karibu kiongozi wetu. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe mahali hapa, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe katikati yetu kama uko mbinguni. Tupe Baba leo riziki zetu katika kila linalokwenda kuongelewa. Mungu, tusamehe makosa yetu katika kila jambo. E Mungu, usitutie majaribuni bali tuokoe na yule mwovu, kwa kuwa sasa ufalme ni wako na nguvu ni zako na utukufu ni wako hata milele. Sante Mungu mwema kwa ajili ya siku ya leo ambayo umetuleta mahali hapa. Ninakushukuru Mungu mkuu kwa ajili ya rais wetu ambaye umetupa katika taifa hili na siku ya leo mahali hapa ana muda mzuri wa kuongea na wazee wa Dar es Salaam na wazee wa taifa hili. Basi Mungu, ninakuomba mpe hekima ya kunena, hekima ya kuachilia kila ambacho Mungu umempa kuliongoza taifa hili, hekima kwa ajili ya wazee, hekima kwa ajili ya vijana, hekima kwa ajili ya taifa. Baba, tunaliombea taifa letu ambalo Mungu umetupa, na watu wote tulio chini ya taifa hili tukajua ya kwamba taifa hili ni mwamvuli unaotufunika watu wote, na umetupa tunu hii, na kila mmoja kwa hekima ambayo Mungu umeiachilia juu ya rais wetu mpendwa, kila mmoja akajua ya kwamba ana wajibu wa kushikilia mwamvuli huu mkubwa kwa mdogo, vijana kwa wazee. Na wakati huu mheshimiwa rais anapoongea na wazee, ninaomba baraka zako e Mungu, hekima ya kusikiliza, hekima ya kuelewa, na acha hekima yako Mungu ikanene ndani yake zaidi. Mungu, tunamwombea rais wetu, ulinzi wako, tunamwombea neema yako namwombea wasaidizi wanaomzunguka kuwa watu sahihi, watakaofanya kazi kwa usahihi kwa ajili ya kulipeleka taifa letu mbele. Amani yako ikadumu Tanzania, amani yako ikatawale. Kwa mkono wako wenye nguvu, ukaliepushe taifa hili na kila mikono mibaya. Basi Mungu, mfanyie mwepesi, mfanyie wepesi, eh, mtumwa wako rais wetu kwa ajili ya kuliongoza taifa hili tunaamini amani yako, tunaamini baraka zako, na tunaamini utulivu na amani katika taifa. Katika jina la Yesu Kristo, tumeomba na kushukuru, amen.